E, ni wazi e, mimi ni Mtanzania, na hapa mimi ni katibu wa Baraza la Maaskofu, mtendaji wa maaskofu, maaskofu wetu e, wameongea mara nyingi, wametoa e, matamko na nyaraka kuhusiana na uchaguzi mkuu. Kwa hivi e, walitoa uchaguzi, ili tuwe na uchaguzi ulio wa haki, huru na kuaminika, vitu gani vizingatiwe, walitoa lakini kwa masikitiko makubwa hayakufanyiwa kazi mapendekezo yao. Kwa hivi eh, yale kuto kufanyiwa kazi na kupuuzwa, basi ndio tunaelekea kwenye uchaguzi, lakini uchaguzi lazima ufanyike, kwa sababu lazima tuwe na na viongozi, na sisi kwenye maandiko matakatifu tunampokea kiongozi yoyote ambaye analetwa kwa njia ya katiba, ni kwa njia ya katiba sasa sasa kama katiba imetumika, sisi tutakuwa tuta, tuta tuko chini ya uongozi wote utakuletwa, lakini lazima tuwe na uongozi. Nchi haiwezi kukaa bila kiongozi, kwa hiyo sisi tuko tayari kuendelea kufanya kazi na yeyote atakayekuja. Eh, uhalali wa viongozi watakaochaguliwa katika mazingira haya ni wazi, kuna uhalali kwa sababu ana anakuja kwa viongozi hao watapatikana kwa njia ya katiba, kwa sababu na nchi tumejiwekea katiba, na kama katiba inatumika wale watakaokuja ni viongozi halali. Lazima tu, tu, tufanye nao kazi, lazima watuongoze. E, sasa e, tunahimiza sana kwenye kanisa watu waongozwe na dhamiri yao, dhamiri yako ikuongoze. E, ingekuwa yeah. E, wana wanaoratibu shughuli za kuangalia raia wanataka nini, wangekuwa wanaguswa wana na hiyo na wangekuwa na hofu ya Mungu, tulitegemea labda hilo pia lingeswali lako lingegusa watu na wangesema ta, jamani hawa watu kweli, na malalamiko yote haya watakuwa na uhalali. Sasa hilo swali tunaacha kila dhamiri ya mtu itasema, e, itasema kwa hivi e, binafsi mimi, haya itakuwa ni maoni yangu nikisema kwamba mimi maoni yangu na mtazamo wa kanisa, yeyote aliyekuja kupitia katiba lazima tumpe ushirikiano lazima tumsikilize, lazima tuongoze. Faza, umesema hamkusikilizwa, lakini upande wa serikali wana- wanasema ambao ni wasimamizi wa masuala ya uchaguzi wanasema kuna hatua, pamoja na kwamba inawezekana sio mabadiliko makubwa yale ambao ninyi au wadau wengine wa uchaguzi walikuwa anataka, lakini wanasema kuna mabadiliko yamefanyika. Lakini sasa tumeshatoka huko, mpaka sasa kampeni zimeanza, ni kwamba E, tayari ratiba ya uchaguzi ipo, na wewe umesema uchaguzi ni kwa nini, kwa ajili ya kwa mujibu wa katiba. Hapa tulipofika, Kanisa Katoliki inapendekeza nini sasa, katika mazingira haya ambayo tuna wiki mbili, tufanye uchaguzi? Ni nini cha kusisitiza, ili at least basi hata hicho ambacho kinakwenda kufanyika kifanyike kwa e, kwa uwazi au kilete matokeo ambayo kila mtu angependa kuyaona, kuya pamoja na nini mm-hmm. Lakini sasa hivi ndani ya wiki mbili uchaguzi upo eh, lazima tukubali kwamba uchaguzi mkuu huo, na tunawaambia wananchi, fuata dhamiri yako, inakuambia nini kama raia eh, kwa ajili ya kuendeleza utawala. Tunasema kwenye ibara ya nane mamlaka ya nchi yako kwa wananchi. Sasa wananchi wanaamua kwa njia ya dhamiri, sio kwa njia ya kushinikizwa, sio kwa njia ya rushwa, sio kwa njia ya kunyanyasa wengine, ah, kwa njia ya dhamiri. Kila mtu ongozwe na dhamiri yake tunaambia fanyeni kitendo shirikini e, kwa kufikia maamuzi kwa pamoja. Mfikie maamuzi kwa pamoja kwa mazungumzano. Uchaguzi lazima uendane kwa njia kama hizo. Dhamiri ya mtu inamfanya afanye maamuzi na akishafanya maamuzi, kwenye matokeo ya uchaguzi ndio utagundua wananchi walishiriki au hawakushiriki. Dhamiri kuongoze, eh sasa so, tumeshaambiwa uchaguzi ni tarehe 29 mwezi Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Sasa kila mtu afuate dhamiri yake, aende au asiende. Usimshinikize, usimhonge, usimlazimishe, okay. wachi watu waamue wenyewe, na ndio maana inategemewa kama watu wana dhamiri zao, utakapoenda unasema ah, nina uhalali kwa sababu watu walikuja kwa hiari yao wakanichagua. Eh, na wewe nadhani unafurahi kuona kwamba watu walikuja kwa hiari yao wakanichagua. Nadhani unafurahia hiyo. Eh, kwa hivi nadhani hilo ningelijibu kwa mtindo huo, lakini maaskofu hawezi kuambia watu nendeni au msiende. Hapana, sio kazi ya maaskofu. Swala ni kuwafundisha ukweli kwamba nchi lazima iwe na uongozi. Na uongozi unatokana na dhamiri yako iliyo huru inayokupa e, wewe uwezo wa kufanya maamuzi kutumia haki yako ya msingi kupigia huyu, na kama hayupo unataka kumpigia, kuto kupiga pia ni uhuru wako eh. Kwa usilazimishe mtu afanye maamuzi kinyume na dhamiri, na hata Mungu hatulazimishi, ndio maana ametupa akili na utashi.